Habari, ndugu wafugaji, karibuni jamani. Haya mabanda yanatafuta mwekezaji au mpangaji anayeweza kufuga mifugo kama nguruwe. Haya mabanda yamedizainiwa kwa ajili ya kufuga nguruwe, lakini pia unaweza kufuga kuku kama kuku wa mayai au kuku wa nyama, yani broiler. Eneo ni zuri kama unavyoliona, limezungushwa Uh, fence fence ni kama ile unaona pale, nitakusogeza uone, lakini kuna nyumba hii hapa ni kwa ajili ya kukaa wafanyakazi. Kuna nyumba hii hapa ndogo ambayo ni, ni, ni, ni ofisi. Kuna paneli za sola hizi hapa, lakini kuna nyumba hii hapa pia kwa ajili ya kuweka generator yani mfumo wa umeme wa, wa dharura, lakini pia ukiangalia hapa kuna Uh, nyumba nyingine hii ya kuishi uh, eh, wafanyakazi labda tuseme. Alafu kuna banda hili hapa dogo, kuna banda hili hapa jingine, kuna banda hili hapa jingine, alafu kuna mabanda makubwa mawili hili hapa unaloliona na jingine kama hili liko nyuma ya hilo. Kwa hiyo ni eneo zuri sana kwa ajili ya mtu anayetaka kufanya ufugaji wakibiashara na wenye tija. Kwa hiyo, unaona mabanda haya makubwa mawili yako namna hii, lakini hapa katikati pia kuna uwazi mkubwa kama unavyoona uwanja, ambao unaweza kutumika kwa ajili ya kumfano, kuanika vyakula kama pumba, kama mtu anafuga, lakini pia unaweza kupanda mazao machache machache kama bustani, migomba na nini na vitu vya namna hiyo. Na hapa unavyoona kuna matenki haya matatu na kila moja ni la lita elfu kumi alafu kuna kisima ambacho kimechimbwa, kisima kirefu kabisa ambacho kina kimechimbwa um, mita mia moja hamsini kwenda chini kwenye hii hapa pipe. Kwa hiyo hapa bado tu kufunga pampu. Kwa hiyo, taa za sola. Kwa hiyo kuna taa za sola kwa ajili ya uh, ulinzi usiku kama unavyoona hii na zingine kuzunguka fence, halafu hapa kuna vibwawa vidogo ambavyo vimelimwa azola. Azola ni kwa ajili ya, ya kuku lakini unaweza kuwapa na wanyama wengine kama, kama nguruwe. kwa naona kuna azola ziko hapa, mabwawa ya azola, hapa zinalimwa. Kwa hiyo zinatafuta mwekezaji, au mtu anaweza kuingia ubia na mmiliki wa eneo hili wakafuga pamoja, au wakakodishiwa au tuseme kupangishiwa mtu anayetaka kufuga au kutumia hili eneo kwa ajili ya biashara au tuseme ufugaji wake. Kwa hiyo mabanda ni kama haya, unaona, hili linakuwa na mlango ambao umetengenezewa kabisa na mfumo wa kuweka maji kwa ajili ya dawa, kwa ajili. Kwa hiyo mabanda madogo ni kama hili. Kwa hiyo kuna uwazi hapa na uh, chumba kama hiki kwa upande hapo. Kwa hiyo unaweza kufugia uh, mifugo kama kuku kwa hiyo banda hilo tuliloliona ndio linafanana pamoja na hili na pamoja na ile. Kwa hiyo haya yako matatu. Kwa hiyo ukiangalia kunaona vizuri kwa bwawa la ya Azola hili hapa banda moja, mbili, tatu. Alafu matenki na kisima yale kule mawili, uh, nyumba mbili za kuishi wafanyakazi, halafu na ofisi ile pale. Ukija upande huu eneo ni kubwa. Kwa hiyo huku unaweza kama nilivyosema kutengeneza bustani za kulima mazao ya nyumbani kama migomba, na hapa kuna eneo hili hapa ambalo kidogo ni kama liko bondeni, unaweza kutumia aa, unaweza kutengeneza mabwawa kwa ajili ya ufugaji kama wa samaki hapa. Lakini kama unaangalia vizuri, unakuta fence hii hapa. Kwa hiyo eneo lina fence kama unavyoona. Kwa hiyo ulinzi upo imara, na hali ya hewa ni nzuri ni sehemu ambayo imekaa kipeke yake kidogo. Kwa hiyo wanaotaka kupunga upepo na nini iko vizuri, kama unavyoona, na majirani wapo, unaona majirani wale kule, lakini ni eneo ambalo limekaa peke yake, hamna bugudha ya vitu vingine, vingine vingine vya mjini mjini. Lakini unaweza kufuga pia hata kuku wa kienyeji, kama unavyoona, wao tayari wanaendelea kuishi humu, wamefugwa. Kuna hili banda dogo ambalo unaweza kutumia kuku lakini unaweza kujenga vibanda vingine vidogo kwa matumizi mbalimbali mbali, kulingana na na mawasiliano au makubaliano na wamiliki wa hili wa eneo. Kale, hapa kuna mabanda pia ya mtindo huu ambayo naona yalikuwa yameandaliwa kwa ajili ya kufugia nguruwe. Kwa hiyo mtu anayetaka kufuga nguruwe, mabanda yako tayari, ni kuleta tu mifugo na kuanza kufuga. Lakini kama nilivyosema, mabanda haya unaweza pia kutumia kufugia kuku, inawezekana kabisa. Kwa hiyo mabanda yako vizuri, angalia, yana mfumo kabisa wa utoaji maji machafu kuingia humu, kama unavyoona mabanda yote matatu haya, hili hapa pia na, na hili hapa kama unavyoona. Kwa hiyo ni eneo ambalo lilikuwa limewekwa kimkakati kabisa kwa ajili ya ufugaji. Kama unavyoona, mabanda makubwa ni haya na haya yali sanifiwa kwa ajili ya kufuga nguruwe, lakini unaweza kufuga um, mifugo mingine kama, kama kuku kama unavyoona hapa. Kwa hiyo mabanda makubwa yako na design ama muonekano huu, na ukiangalia huku pia kuna ya, nyumba nyingine ambayo inaweza kuchukua kama labda ya mfanyakazi au mlinzi, lakini kuna eneo ambalo liko Lipo kama shamba pia, naona hili kama navyoona lina mahindi, kwa hiyo naweza kuongea na wamiliki pia e, ukalima mazao yako hapa hapa. Hili shamba liko, a, Fukayosi. Fukayosi ni e, sehemu iliyo karibu zaidi ambayo inafahamika ni Bagamoyo, kwa hiyo tuseme ni jirani na Bagamoyo, ni mkoa wa Pwani. Kwa hiyo karibuni sana kwa mawasiliano. Nitaweka namba zangu za simu hapo halafu kwa anayetaka kuwekeza katika hili eneo yani anakaribishwa sana. Asante kwa kutazama.